Raisi wa Ukraine Volodimir Zelenski ameelezea mazungumzo yake ya Jumatano na rais wa Marekani Donald Trump kuwa mazuri na yenye maudhui muhimu na ya uwazi. Hii ni mara ya kwanza viongozi hao wawili wamezungumza tangu mkutano wao wenye mvutano katika Oval Office siku 19 zilizopita. Simu hii pia ilikuwa ni siku moja baada ya Trump kuzungumza na rais wa urusi vladimir Putin. Zelenski ametoa kauli ya shukurani kwa tahadhari, akimsifu Trump kwa mwanzo mzuri na wenye tija wa kazi ya pamoja. Hata hivyo, hakugusia ukweli kwamba mazungumzo ya Trump na Putin hayakumalizika kwa makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano. Katika mazungumzo yao, Trump alimpa Zelenski taarifa kuhusu mazungumzo yake na Putin, na walijadili hatua za awali za kusitisha vita moja ya hatua hizi ni kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na raia. Rais Trump alinishirikisha kuhusu mazungumzo yake na Putin na masuala muhimu yaliyojadiliwa. moja ya hatua za kwanza za kusitisha vita kabisa inaweza kuwa kumaliza mashambulizi dhidi ya nishati na miundombinu ya raia. Nilimuunga mkono katika hili na Ukraine imethibitisha kuwa tuko tayari kutekeleza hatua hiyo, amesema Zelensky. Zelensky amesisitiza kuwa anaamini amani ya kudumu inaweza kupatikana mwaka huu kwa msaada wa uongozi wa Marekani. tunaamini kwamba kwa kushirikiana na Marekani pamoja na Rais Trump na chini ya uongozi wa Marekani amani ya kudumu inaweza kupatikana mwaka huu. Licha ya sauti ya matumaini katika mazungumzo yao, Zelensky aligusia kwa tahadhari suala nyeti la dhamana za usalama ambalo limekuwa chanzo cha mvutano kati ya Ukraine na Marekani. Katika mikutano ijayo, timu za Marekani na Ukraine zinaweza kukubaliana juu ya vipengele vyote muhimu vya kusonga mbele kuelekea amani ya kudumu na dhamana za usalama, alisema. Utawala wa Trump umekataa maombi ya Ukraine ya kupata dhamana za usalama kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Suala so hili lilikuwa sababu kuu ya kuvunjika kwa mkutano wa Trump na Zelensky mwezi uliopita. Pia bado haijulikani kama dhamana za usalama zitajumuishwa katika makubaliano ya rasilimali za asili kati ya mataifa haya mawili. Ingawa simu hii inaonyesha mwendelezo wa mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine, bado kuna tofauti kubwa za maoni ambazo zinapaswa kutatuliwa. Mikutano ijayo itaamua ikiwa pande zote mbili zinaweza kupata suluhisho la pamoja la kumaliza vita na kurejesha uhusiano wa kidiplomasia.